Hakika mwanaadamu ameumbwa akiwa mwenye pupa, mwenye kukosa subira. Inapomgusa shari, anakuwa mwingi wa kupapatika, kulalamika na kuhuzunika, na inapomgusa kheri, anakuwa mwingi wa kuzuia makhili Illa al-musallin, illa al-musallin, isipokuwa wenye kusali. Alladhina hum ala salatihim daimun, ambao wenye kudumisha sala zao. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, na wale ambao katika mali zao kuna haki maalum. lisaili walmahrum kwa maskini mwenye kuomba na anayejizuilia kuomba. walladhina yusaddiquna biyawmi ddin na ambao wanasadikisha siku ya malipo siku ya kiama. walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun ambao wanaiogopa adhabu itokayo kwa Mola wao. inna adhab rabbihim ghayru ma'mun, hakika adhabu ya Mola wao si ya kusalimika nayo. walladhina hum li furujihim hafidhun, na ambao wana, wana hifadhi tupu zao illa 'ala

Basi yeyote yule atakayetaka kinyume ya hayo basi hao ndio warukao mipaka. Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun, na ambao amana zao na ahadi zao ni wenye kuzichunga na kuzitimiza. Walladhina hum bishahadatihim qaimun, na ambao wanasimama imara katika kutoa ushahidi wao. walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na ambao kwenye sala zao ni wenye kuzilinda. Ulaika fi jannatin mukramun, ao ndio watakaoheshimiwa peponi. Wana nini wale waliokufuru, wanaharakiza mbele yako na wanakutumbulia macho tu, wa ukukalia makundi kwa makundi, kuliani na kushotoni

Hakika sisi tumewaumba kutokana na kile wanachokijua. la uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna la qadirun, basi na hapa kwa Mola wa mashariki zote na magharibi zote, hakika sisi bila shaka ni wenye kuweza.

asiwaachilie mbali watumbukie katika porojo na upuzi na wacheze mpaka wakutane na siku yao ambayo wanayoahidiwa. Yawma yakhrujuna min al-ajdathi siraa Kiraan, ka'annahum ila nusubin yufidun, siku watakapotoka makaburini haraka haraka kana kwamba wanakimbilia kushindana kuifikia kwenye lengo.

ukamwambia kwamba waonye watu wako kabla haijawafikia adhabu iumizayo sana. Wala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, Nuhu wakasema enyi watu wangu, hakika mimi kwenu ni mwonyaji wa dhahir wa wazi kwenu. ani abudullaha wattaquhu wa atiun, nakuonyeni kwamba mwabuduni Allah na mcheni mwogopeni na mnitii.

haucheleweshwi lau kama mgekuwa mnajua. Rabbi inni daawtu qaumi laylan wa nahara, Nuhu akasema Mola wangu hakika mimi mmewalingania watu wangu usiku na mchana. falam yaziduhum duai illa firara, lakini haikuwazidishia wito wangu isipokuwa kukimbia

na wakashikilia kukanusha wakafanya kiburi kikubwa. Thumma inni da'awtuhum jihara, kisha hakika mimi niliwalingania kwa waziwazi. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kisha nikawatangazia kwa sauti, alafu tena nikasema nao kwa siri. Nikasema: ombeni msamaha kwa Mola wenu mlezi, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe, atakuleteni mvua inyeshe mfululizo yenye kuendelea.

Amweki heshima ya Allah? allahw l ar na hali amekuumbeni hatua baada ya hatua. alam kayfa lmtrau kif sab'a samawati smawanbaa kwani hamoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoziumba mbingu saba kwa masabaka? ja'ala al-qamara wjl nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru, na akalifanya jua ni taa yenye mwanga mkali. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata, na Allah amekuanzisheni vizuri katika udongo wa ardhi kama mimea. Thumma yuidukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, kisha atakurudisheni humo na atakutoweni tena mtoke kuwa hai. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, na Allah amekufanyieni ardhi kuwa kama busati. Litasluku minha subulan fijaja, ili mtembee humo katika njia zilizopana.

na wakapanga vitimbi vikubwa. waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala yauqa wa nasra, na wakasema msiwache miungu yenu wala msimwache Wadda wala Suwa wala Yaghutha wala Yauqa wala Nasra.

basi kwa ajili ya makosa yao waligharikishwa wakaingizwa motoni wala hawakuwapata wa kuwanusuru badala ya Allah. qala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara. Na Nuhu akasema, Mola wangu mlezi usimwache juu ya ardhi mkazi wake yeyote katika makafiri Innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu wala yalidu illa fajiran kafara, hakika wewe ukiwaacha watawapoteza waja wako, na wala hawatozaa isipokuwa mtendaji dhambi kafiri mkanushaji mno.

na waumini wote wanaume na waumini wote wanawake, na wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea na kuteketea kabisa.